Habari, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Tambua Media Group, karibu katika elimu na tatuzi, na leo tunaenda kuongezea elimu ya historia ya jeshi la kujenga taifa katika nchi yetu Tanzania. Tunatambua kwamba kuna msemo usemao mtembea bure sio sawa na mkaa bure, na ilipofika mwaka 1957 tarehe 6 mwezi wa tatu, nchi ya kana ilipata uhuru wake kutoka kwa Muingereza. Mwaka mmoja baadaye, tarehe 6 mwezi wa 3, 1958, waliweza kuadhimisha sherehe za uhuru wao. Na ndipo walialika baadhi ya wa nchi na viongozi mbalimbali mbali katika nchi zinazomzunguka nchi ya Ghana. Mwaliko huo ulifika moja kwa moja nchini Tanganyika kwa Mwalimu Nyerere. Na ndipo Nyerere na mzee Rashidi Kawawa waliweza kuhudhuria sherehe hizo na walipanda pipa aka ndege moja kwa moja kwenda nchini Ghana kwa ajili ya kupata mwaliko na kuhudhuria sherehe hizo zilizoazimishwa tarehe sita mwezi wa tatu, elfu moja mia tisa hamsini na nane. Wakiwa nchini humo, mheshimiwa Rashid Kawawa alialikwa chakula cha jioni pamoja na aliyekuwa waziri wa mambo ya nchi za nje wa Israel Bi Golda Meir. Mheshimiwa Kawawa alipata fursa ya kuzungumza na kiongozi huyo ambaye alieleza namna taifa la Israel linavyowaandaa vijana wake kutumikia taifa lao kwa moyo wa uzalendo. Simba wa vita aka Mheshimiwa Rashidi Kawawa alivutiwa na maelezo yaliyotolewa na Bi Mer, namna ya utaratibu unaotumika na taifa la Israel kuwakusanya na kuwaandaa vijana kijeshi na baadaye kufanya majukumu mengine ya kitaifa kwa ujasiri, uvumilivu, ushirikiano na nidhamu ya hali ya juu. Baada ya chakula cha jioni, Mheshimiwa Kawawa alirejea hotelini walipofikia awali yeye na Mwalimu Nyerere, na ndipo Mheshimiwa Kawawa alimwelezea Mwalimu Nyerere juu ya mazungumzo yake na Bi Mer ambayo alimvutia sana mwalimu na kumwagiza ayafanyie kazi watakaporejea nchini. Waliporejea, mheshimiwa Kawawa aliwasilisha mawazo hayo kwa katibu mkuu wa jumuiya ya umoja wa vijana wa chama cha tano ndugu Josef Kizuira Nyerere akisaidiwa na Nangwanda Lawi Sijaona. Viongozi hao waliafiki mawazo hayo na kuyapeleka katika mkutano mkuu wa jumuiya ya umoja wa vijana wa chama cha tano yaani TANU Youth League uliofanyika Tabora, Agosti 25 1958, ili kujadiliwa zaidi na wajumbe wa mkutano huo. Hata hivyo, mkutano wa tano ulishindwa kuidhinisha uanzishwaji wa mafunzo hayo kwa kuwa Tanganyika ilikuwa inatawaliwa na Uingereza chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa. Yuno baada ya uhuru wa Tanganyika Disemba 9 1961 wazo hilo liliwasilishwa kwa mara ya pili kwenye mkutano mkuu wa jumuiya ya umoja wa vijana wa chama cha Tanu Agosti 25, 1962 mjini Tabora. Mkutano huo uliazimia kutekeleza wazo la kuanzishwa rasmi kwa taasisi ya kuandaa vijana, kuwajengea uzalendo na umoja wa kitaifa. Wajumbe wa kikao hicho walikuwa ni Joseph Nyerere ambaye kipindi hicho alikuwa ni mbunge na katibu mkuu wa umoja wa vijana wa chama cha TANU. Alikuwa pia Isaac Malechela ambaye alikuwa katibu mkuu wa mambo ya fedha katika umoja wa vijana wa TANU, Moses Nauye. Mwingine alikuwa ni HSJ Zingaro ambaye alikuwa ni katibu mtendaji wa wa jumuiya umoja wa wa vijana wa TANU enzi hizo, na meja ya Fer Ben Amots wa Israel ambaye alikuwa mshauri mtaalamu wa mpango huo. Kwa mantiki hiyo, ni kwamba huyu jamaa Meja Yafer Ben Hamot maana yake alikuja nchini baada ya nchi yetu kupata uhuru, ili kuendeleza wazo alilokuja nalo mheshimiwa Kawawa. Baada ya mkutano huo, mapendekezo ya kuanzishwa chombo rasmi cha kitaifa cha kuandaa vijana kuwa wazalendo yaliwasilishwa serikalini na kuidhinishwa na baraza la mawaziri Aprili 1963. Serikali iliridhia chombo hicho kiitwe Jeshi la Kujenga Taifa chini ya Wizara ya Utamaduni wa Taifa na Vijana. Wizara hiyo iliongozwa na waziri Nangwanda Sijaona ambaye pia wakati huo alikuwa ni mwenyekiti wa Tanu Youth League. Joseph Nyerere ambaye alikuwa ni naibu waziri na katibu wa Tanu Youth League, na mzee Harub Said ambaye alikuwa ni katibu mkuu wa wizara. Na mnamo Julai 10, 1963, ilianzishwa rasmi Jeshi la Kujenga Taifa bila kutungwa sheria na bunge la Tanganyika. Na ilipofika 1964 ilianzishwa sheria ya Jeshi la Kujenga Taifa na kuanza kutumika rasmi, hivyo Jeshi la kujenga taifa ilianzishwa kwa sheria namba 16, kwenye mabano National Service Act 1964, iliyofanyiwa mapitio mwaka 2002, kifungu cha tatu kwenye mabano moja, sheria hii ilipitishwa kuwataka vijana kujitolea kwa hiari kujiunga na jeshi la kujenga taifa ili kulitumikia taifa vyema. Vijana hao walitakiwa kuwa angalau wawe wamehitimu elimu ya msingi, na kwa kipindi hicho sasa wawe ni wanachama wa Tanganyika Youth League, wasiwe wameoa au kuolewa, na wawe tayari kujitolea kutumikia taifa kwa muda wa miaka miwili. Yaani, haya ni mahitaji kwa kipindi hicho. Baada ya kupitishwa kwa sheria hiyo Novemba 1964, Kundi la kwanza liliripoti Mgulani JKT na kuitwa Operation Maendeleo likiwa na vijana 486. Mafunzo hayo ya JKT yaliendelea na ilipofika Juni 15, 1994, mafunzo ya jeshi la kujenga taifa kwa mujibu wa sheria yalisitishwa kwa muda mfupi. Jeshi la kujenga taifa limefanya kazi kubwa na nzuri ya kujenga moyo wa utaifa na uzalendo miongoni mwa vijana waliopitia katika jeshi hilo. Hapa ni mahali ambapo vijana wa itikadi zote, rangi zote, makabila yote, dini zote hukutana kuishi pamoja na kufanya mafunzo na kazi kama ndugu wa familia moja. Hakuna chombo chochote cha malezi ya vijana kilichoizidi JKT. Katika kazi hiyo, pengine hata ile tabia wa Tanzania wengi, ya Watanzania wengi kutoulizana masuala yanayohusu makabila yao inatokana na uwepo wa jeshi la kujenga taifa manake kufundishwa uzalendo kwanza. Vijana wazalendo wa Tanzania wanaopitia jeshi la kujenga taifa huwa wanakutana na vijana mbalimbali mbali kutoka kila kona ya nchi yetu, ndiyo maana hawana muda hata wa kuulizana makabila, kwa vile wote hujiona ni wamoja. Aidha, athari za kusimamishwa kwa mafunzo ya JKT mwaka 1994 kuliwagusa watu wengi, na ndiyo maana serikali ya awamu ya nne imerejesha mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria. Hatimaye tarehe 26 March 2013 mafunzo ya jeshi la kujenga taifa yalianza ikiwa ni pamoja na kutimiza ahadi ya serikali ya kufufua upya mafunzo hayo katika kambi ya Ruvu JKT kama ilivyo mwaka 1964 JKT ilipoanza na mwaka 1968, baada ya mafunzo ya mujibu wa sheria kuanzishwa, viongozi wa kitaifa waliongoza katika kushiriki mafunzo hayo. Mafunzo hayo ya Jeshi la Kujenga Taifa yalianza na yalikuwa na idadi ya wabunge 22 walishiriki vema na kumaliza mafunzo ya uongozi. Wabunge hao walitawanywa katika kambi mbalimbali mbali kwa ajili ya mafunzo ya muda wa miezi miwili walioomba wenyewe kwa ajili ya kupata mafunzo ambayo wanaamini yatawajengea uzalendo zaidi kwa taifa lao. Katika baadhi ya viongozi waliofanya mafunzo ya JKT Kuanzia mwaka 1968 ni kama wafuatao. Kwanza kabisa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alishiriki Operesheni Mwenge JKT Mafinga mwaka 1968. Mheshimiwa Abud Jumbe Mwinyi, makamu wa kwanza wa rais; Mheshimiwa Kawawa, waziri mkuu na makamu wa pili wa rais; Mheshimiwa Adam Sapi Mkwawa, spika wa Bunge; Mheshimiwa Edward Moringe Sokoine, waziri wa ulinzi; Mheshimiwa Job Lusinde, waziri wa mawasiliano; Mheshimiwa Abrahman Muhamed Babu, waziri wa mambo ya nje. Mheshimiwa Benjamin Mkapa, mhariri mtendaji wa gazeti la Uhuru, baadaye alikuwa rais wa Tanzania, alifanya mafunzo JKT Ruvu Operation Tekeleza mwaka 1971. Mheshimiwa Bernard Membe, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa mstaafu, alifanya mafunzo ya JKT Aljoro Operation Muungano mwaka 1975 na 76. Aidha, vijana wa Kitanzania walipata fursa ya kutumikia taifa kupitia JKT na baadaye kuwa viongozi. Miongoni mwao ni Mheshimiwa Othman Chande, Jaji Mkuu mstaafu Operation Utii. Mwaka 1967 yaani, alipitia Operation Utii, alafu akaenda kuwa jaji mkuu. Jaji mkuu ni mtu anayesimamia na anayeongoza watu katika kesi, katika utii na uzalendo halisi. Hiyo inaitwa Operation Utii 1967. Mheshimiwa Zakia Megi, waziri wa fedha mstaafu, Operation Utamaduni mwaka 1969. Mheshimiwa Fredrick Sumaye, Waziri Mkuu mstaafu Operesheni mwangaza mwaka 1970. Mheshimiwa Edward Lowassa, Waziri Mkuu mstafu operation mikoa JKT Ruvu mwaka 1970. Mheshimiwa Mizengo Pinda, Mheshimiwa Dr Jakaya Kikwete, General Salvatori Mabeho, Meja Jenerali Michael Isamuyo, Mheshimiwa Dr John Magufuli, Mheshimiwa Jenista Mhagama, Meja Jenerali Rajab Mabele, Jenerali Jacob Mgunda, hao ni baadhi ya viongozi wachache wa nchi yetu ambao walifanikiwa kupita JKT wakafundishwa uzalendo na uzalendo ukakaa kwenye damu na ndipo wakaweza kulitumikia taifa letu. Kwa mantikio ni kwamba ewe kijana, ewe kijana wa kidato cha sita, unayehitimisha masomo yako ya kidato cha sita, unapaswa kuhudhuria mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria, ili ukafundishwa uzalendo. Kumbuka wanajeshi wetu ndio wanaotufanya sisi kuishi kwa amani, kulala kwa amani na furaha muda wote bila kuwa na wasiwasi. Ila wao wanakesha kuilinda nchi yetu. Hivyo ni vema nasi tukaenda kupata mafunzo ya JKT kwa mujibu wa sheria ili tuboreshe uzalendo wetu, tuwe imara kweli kweli. Hatujaishia hapo, kuna baadhi ya wabunge pia. Kumbuka wabunge 22 hao walihudhuria mafunzo pia. Kuna wabunge ambao walifanikiwa kuhudhuria mafunzo ya JKT. Sasa hebu sikiliza majina machache, ili uangalie kwa nini na wewe usiende kupata mafunzo ya JKT. Moja, Mheshimiwa Bernard Lutengano Kigola, huyo ni mbunge David Ernest Silinde, Esther Amos Bulaya, Motazara Man Mangungu, Yusufu Haji Hamis, Neema Mgaya Hamis, Halima James Mdee, Livingstone John Lusinde, Saidi Mohamed Mtanda, Sabrina Sungura, Selman Saidi Jafo, Mariam Kasembe, Mariam Salum Msabaha, Yahya Kasim Isa, Zito Kabwe, Raya Hamis, Dokta Antoni G. Mbasa, Idi Azan, Abdallah Haji Ali, Meshaki Mfu, Mfukwa, Rita Kabati, Mwigulu Lameck Nchemba. Hao ni viongozi wachache waliopitia mafunzo ya JKT. Hakika kwa majina uliyosikia ni dhahiri shairi kwamba unaelewa utu, uzalendo, umahiri, uvumilivu, usikivu na ukakamavu walionao viongozi hawa katika kuihudumia nchi yetu na katika kutuhudumia sisi wenyewe, hali kadhalika kijana wa JKT, hakikisha unaenda JKT kwa mujibu wa sheria, ili upate uzalendo na uijenge nchi yako. Nini faida ya kwenda JKT? Faida ya kwenda JKT, kwanza kabisa ni kuijenga nchi yako, kuijenga nchi yetu. Faida ya pili ni kuwa mzalendo halisi. Faida ya tatu kujenga nidhamu. Faida ya nne, kuwa tayari kufanya kazi mahala popote. Ukienda JKT unatengenezewa uzalendo halisi ambao utakufanya wewe kufanya kazi mahala popote, muda wowote, hata katika hali yoyote. Kwa mantiki hiyo, vijana wetu wanaohitimu kidato cha sita, unapoitwa itika. Nenda JKT kapate mafunzo ya kujenga nchi kupitia Jeshi la Kujenga Taifa. Hata kama una ulemavu nenda JKT, watakupa utaratibu kulingana na tangazo watakavyokuwa wamelitangaza. Wanapokea watu wote. Mfano, juzi nimeona vijana wakiwa wanakaribishwa JKT kwa kupewa taarifa moja kwa moja na kulikuwa na mkalimani ambaye anatafsiri ile lugha kwa wale vijana wote ambao ni, ni walemavu. Mfano mlemavu wa kusikia, yani hasikii sauti vizuri, maana yake yule atapewa mkalimani wa kumtafsiria ile lugha inavyozungumzwa, na ilikuwepo live na kila mtu aliona jinsi walivyokuwa wanapewa tafsiri. Kwa akienda kule atapewa mafunzo ya uzalendo na atakuwa mzalendo halisi. Jeshi la Kujenga Taifa, kwa nidhamu bora na uzalendo nchini mwetu. Hii ni Tambua Media Group kwa elimu na tatuzi. Na leo ni kipengele cha historia fuku.